Amekuja wiki iliyopita, nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Aje leo, kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu, maana yake kila Jumanne. Kwa hiyo wewe ulitaka aje leo wakati leo unakuja kwa mkuu wa mkoa? Iko hivi. Sikwenda pale ofisi ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumwita mtu yoyote, wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamweleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtume wangu, simpati. Leta kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti, unampigia mtu umpati, si ndio? Hii ndio uliopewa. Walio saini ni akina nani? Walio saini hapa? Aliye saini hapo ni mkuu wa serikali ya mtaa Abdala Ramadhani Gombeo. Alafu na pia huyo huyo Abdala Ramadhani Gombeo. Hao washahidi wa muuzaji na hiyo nani? Shahidi wa muuzaji hao wa watu mimi si niliwaona siku ile pale lakini sijawahi kuwaona tena. Wala hii kuna namba zimeandikwa hapo haipatikani. Na mwenyekiti ndio aliandika barua ya kuwadhamini hao watu. Na mwenyekiti ndio aliandika barua ya kumdhamini huyo Juma. Na vile vile mwenyekiti huyu Juma tunamfahamu anamfahamu kwa sababu anamfahamu. Mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu Mdia hii nimeipata ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri, wanasema kwamba huyu mwenyekiti ame- yule mwanamke, yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa ndio, na siku ya kwenda ya, ku, ya, ya, ya, ya kutoa ile barua ya uganini <coughs> mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio alenda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, ehe, eleza mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama enaiuziku kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye oragu Town mtaa wa mji mpya. Maana yake sio mifumo ambayo inatakiwa. Mtu amechukua fedha ya mtu, tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita nyuma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na, na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko unakokutaka. Na ndio maana leo alikuja leo tukakate kwa nyuma ili Juma ikiwezekana aondoke pale, kumbe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo haya. Naomba mwenyekiti. Naam. Unajua ukimwangalia udada anapo present jambo lake amekulia sana, okay. Hiyo si, si, biashara wakati nafanyika, hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda lienda kusaini saa ngapi? Wajumbe hao wa serikali ya mtaa, wananchi wa kule kwangu waulize. <laughs> wananchi wa kule kwangu yeah. Hapa hawapo mheshimiwa, kwa sababu wako mtaa mji mpya, hapa ni mtaa na Kasanga. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana yeah. na haya mambo, kumbuka ule mgogoro wa kwanza, wewe umekuwa tena kuanza kutia doa mpaka tunakwenda kwenye asaba yeah. Ndiyo wewe dada, kesho ni juma ngapi? Jumamosi mimi nitakuwa pale Coco Beach, njo uchukue milioni tano uliolipa. Nisikilize kwanza, njo uchukue milioni tano na ningekuwa nimetembea nayo hapa ningekulipa hapa mwenyekiti. Kabla kesho saa kumi nanitaka milioni tano ambao mi nakuimeshamaliza. Ukijichelewesha mtu atakukuru yukwapi. Nisikilize na unizingatie vizuri, kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondoni. Mweke kwenye bracket, mwenyekiti huyu, mpaka kesho saa kumi. Nitaka mpaka kesho saa kumi, itakuwa maelekezo mengine. Mimi kwanza, saidizi wangu mnitafutia milioni tano. Angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa, nija nilipe pesa hiyo muda huu dawa ya hao wenye vitu ni moja tu, na mimi nalipa gwelizumu mimi <laughs> na lipokizungumza hapa kamishna, nikienda pale Kinondo nikiwa na huyu na, na mkuu wa wilaya, hata ustaikimea tutakwenda kuyajua mengi anayohusu hawa.